Uh, mambo ya Valentine, mapenzi kwa sahani. Sasa. Ili huwa linamaanisha kwamba bibi no. Ah, mama hiki ah, wifi yangu mashallah Dotto, una, umepa, una chuma eh, ikiaatu wa. tu sera nje eh. na familia zetu kubwa tupende kuonesha tu kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu si Waislamu bila ruhusa, sababu dadangu tu umeniheshimu na joto natoka mbari, jamani, nimefurahi kuja kwa kakangu Dotto na wifi yangu mamaiki. Mwenyezi Mungu awajalie inshallah, Amina. Dotto nimefurahi kukuona tena ndugu <laughs> yangu tarehe kumi na nne mapenzi ndani ya Dodoma, ehe. Shishi bebe karudi vile vile kama alivyokuwa mwanzo, moto ule ule ile ile lonji mpya, unasikia? Kazi tuna lonji mpya jamani, watumishi wa umma mm, watu wa taasisi hili, ni jambo ni lenu linakuhusuni mm -hmm. Sawa, jambo la shishi ni jambo la taasisi, watu wote Dodoma nzima hatubagui yes, hatuchagui kabisa. Tuna lonji mpya mm -hmm. Sawa jamani, L shishi yuko kwenye ubora wake na bado ana